Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Kwa majina wananita Shadhiri Muhaji Ali Salim Lipemba, unaweza ukanita Mkuraishi Mweusi. Hapa leo nipo katika kijiji cha Navai, na kitu kikubwa ambacho kimenileta katika kijiji hiki cha Navai ni swala zima la kukabidhi futari kutoka kwa ndugu zetu Waislamu waliokuwepo nacho wakatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala, na kuwafikishia ndugu zetu katika imani ambao hao hawakuwa na uwezo. Kwa hiyo kwa mujibu wa utaratibu wetu, na kwa mujibu wa utaratibu wa chaneli yetu, endelea kusubscribe, kushare na kucomment. Nyuma kamera yupo Shafii, lakini mwandaji wako wa vipindi hivi anaitwa Hija Jongo. Naam, nitaongea na shekhe moja, mmoja mmoja atoe neno moja kwa ajili ya ndugu zetu katika imani ambao wamekuwa nacho wakatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina mimi wananiita Shadhiri Muhaji Ali Salim Alipemba. Sijui babangu anaitwa nani? Mimi naitwa Rashid Muhammad Nivako. Naam, shehe wangu, leo tumefika katika kijiji cha Navai na kitu kikubwa ambacho sisi kimetuleta hapa ni katika masahala mazima kuendelea ukabizi futari kama tulivyokabidhi futari sehemu nyingine. Una neno gani la kuzungumza kwenye hili? Naanza niseme shukrani na wapeni na sisi wenyewe tunashukuru kupata. Maana yake ili ni tatizo, lakini kwa sababu mmeona kama kunafaa kusaidia Waislamu wenzetu, kwa hiyo kuleta kwenu tunashukuru. mm, manake itatusaidia mzee na, na ita, ita mzee wa wangu hapa amesema yeye anashukuru na itawasaidia pia. naam, wassalamu alaikum. Waalaikumsalam shekhe wangu unaitwa nani? kwa majina yako, mi naitwa Shadhir Mhaji Ali Salim Alipemba naitwa ndugu Rashidi Minani Marimwana mkazi wa hapa Navai. Naam, shekhe wangu sisi tumeleta futari kwa mujibu wa utaratibu wa Kiislamu kugaiana pale ambapo mwingine anakuwa amepungukia. Una neno gani kwa mtu ambaye ametoa futari? kwa sababu futari kuna watu maalumu ambao wameweza kutuwezesha tukawafikishia na nyinyi pia. Asante, tunashukuru kwa kutuwezeshea futari kama hii hapa. Naona Mwenyezi Mungu azidi kuwazidishia, ili kesho na keshokutwa muweze kutuona tena na kutuletea futari. Asante. Asalamu alaykum wa assalamu aleikum warahmatullahi alaykum waalaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Naam, shekhe wangu, sisi tumeleta futari kama ilivyokuwa ada ya Kalela Foundation wakishirikiana na Machuma, ehe, katika masuala mazima ya kuwagaia ndugu zetu katika imani futari. Wewe una neno gani la kuzungumza kwenye hili? Kwanza, e, nishukuru kwa, kwa kutujalia ya kwamba tumeletewa futari hii alafu basi istoshe ninyi awape baraka zaidi, kwa sababu mtu mwenye kumfuturishia mwislamu aliyefunga basi huwa anapata thawabu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo naomba muzidishe neema hiyo kwa siku zingine zijazo. Naam, asante sana. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Sheikh, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Bwana Rashid Ahmad Kalale mkazi wa kijiji cha Navai, ndio hivyo. Uh, mshehe wangu sisi tumetokea Kalela Foundation, tukishirikiana na Machuma eh, na hapa leo tumekuja kutoa ftari. Una neno gani la kuzungumza wewe ukiwa kama Muislamu? Ah, mimi kama Muislamu, uh, mi, Muislamu, neno langu la kulizungumza ni kwamba niko hapa shukurani ao wadhamini ambao wametoa hiyo ftari, tuseme tunashukuru kwa sababu tuliishiwa na ftari na hatukujua kwamba leo tutakula nini. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunashukuru ametuleteftari wadhamini, hatuna zaidi ni kushukuru. Asantene nani? taal wabarakakwamajina anaitwa Abdalla Ali Jimu, mwenyekiti wa masjidi lharamaini na Naam, hapa nimekutana na mwenyekiti mwenyekiti mnadhani mnajua kazi yake kubwa ni nini? Naam. Shekhe wangu sisi tumetokea Kalela Foundation. Hii ni taasisi mpya kabisa inayojihusisha na masuala mbalimbali kutoa futari na vitu, vitu vingi, vitu vingi ambavyo vinahusiana na dini ya Kiislamu. Una neno gani kutoka una neno gani la kuzungumza eh, kutoka kwa Kalela au ambao wametoa futari pamoja na mwenzao wanaitwa Machuma Sheikh? Kwanza nisema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, na yeye ndio anaongoza masuala mazima imani, fitina, kila jambo huongoza yeye. Hivi niwatakia kila la kheri imachua, amachuma, yeye Mungu awazidishie wa rehema, ili mwakani nao wa wafanye zaidi ya hivi wanavyofanya hivi sasa. Alhamdulillah, kila laheri. Naam asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina wananiita Shadhir Muhaji Ali Salim Lipemba nyuma ya kamera kuna shekhe anaitwa Shafi, lakini mwandaji wa, vip, wa, wa, wa vipindi anaitwa Jongo Hija. Ndugu yangu Muislamu ambaye una uwezo wa kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu, nakukaribisha ehe, uendelee na wewe kuchangia kuwachangia ndugu zako katika imani kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu na tunavyosema unatoa kwa ajili ya Allah, Allah hana shida na wewe, lakini wewe una shida na pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, unavokaa unakula unatupa chakula, kuna watu wana mahitaji yaiko chakula. Hivyo basi, fanya hima katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa kuchuma, mwezi wa kupata rehema, mwezi ambao ulishushwa tu Kurani tukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kupitia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ndugu, na kukaribisha kuchangia katika Kalela Foundation, namba zetu zinapita hapo chini, lakini pia kuna watu wengi wana uhitaji wa futari, lakini hata pia sio futari tu, hata kuboresha misikiti ya ndugu zetu katika imani, misikiti ya vijijini, pia ndugu zangu Waislamu, ina mitihani mikubwa. Kwa hiyo wewe mwenye nacho chochote, basi namba zetu zinapita chini, unaweza kuwasiliana na sisi ili tuweze kuwafikishia walengwa. Wahadha, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.